sana Pasta kwa wasilisho hilo la pete katika historia za duhuko duniani, kando na Biblia. Tumeona kweli imani zilikuwa ni nyingi kuhusiana na uvaji wa pete, mambo yalikuwa ni mengi, kila mtu alikuwa anaamini kwa namna yao. Na kipengele kinachofuata sasa ni je, uh, pete katika historia ya kanisa la Kikristo. Pete katika historia ya kanisa la Kikristo. Tunaposema kanisa la Kikristo, tunaanza ule mwaka wa AD 31 wakati Yesu amekufa nam akafufuka, na ndipo akawaambia wanafunzi wa baki Yerusalemu mpaka ile ahadi ya Roho atakapokuja. Roho alipokuja, na ubili la kwanza la Petro lilibatiza watu zaidi ya elfu tatu, na ndipo kanisa lilipoanza. Kwa hiyo, tunapozungumzia pete, tutazungumzia kuanzia muktadha huo mpaka wakati wetu wa sasa. Pete ilipokelewaje? Pete iliendaje? Lakini kabla sija zama katika historia na kueleza hatua ambazo kanisa la Kikristo lilizipitia na pengine inaweza zikawa ni fundisho kwetu hata sisi leo, basi tu niweze kusema ya kwamba katika kipindi kile pete pia ilifungamanishwa na imani nyingi nyingi. Jambo la kwanza unaposoma katika uh, Encyclopedia Americana ya 1994 lile gombo la 23 na ukurasa wa 531 kuna maelezo pale yanayohusu pete ya miujiza. Wayunani waliamini pete fulani zinaweza zikatibu, pete fulani zinaweza zikatenda miujiza, kwa hiyo walikuwa wanazivaa, lakini pia muda hautatoa. Walikuwa na pete za nyota. Hizi nadhani tunaweza tukazijua hata ulimwenguni kwetu, mtu anakwambia nyota yako wewe ni hivi. Hii imejikita katika elimu ya ki, ya kikaridayo ambayo waliamini viumbe au vitu vya mbinguni kama jua, mwezi na sayari zinaongoza maisha ya wanadamu, na hivyo zinaeleza hatima ya wanadamu. Kwa hiyo sasa, hawa watu wa Mungu waliposoma mambo ya, ya anga, wakagundua kuna vitu viko angani, na hivyo vitu vinaongoza siku, na kwa hivyo vitu waligundua pia vimeundwa na madini fulani. Kwa hiyo walipokuja huku duniani wakiwa wanataka uongozi wa hivyo vitu katika dunia, walitengeneza pete zenye madini kufanana na hayo na mbaya zaidi au hatari zaidi kila siku ili aisainiwa kwa, kwa, kwa kitu kimoja cha mbinguni. Ya mambo yalikuwa ni mazito sana. Kwa mfano, siku ya Jumapili waliamini kitu cha, kitu, kitu cha mbinguni, heavenly body, ambayo inaongoza ya mbinguni ilikuwa ni jua, na madini mawakilishi ilikuwa ni almasi pamoja na yakiki. Kwa hiyo, mtu kwa jitihada zote, siku ya Jumapili ni lazima avae pete ya almasi au yakiki, kuonyesha ya kwamba ninaomba msaada Mungu jua, unisaidie siku ya leo iweze kupita. Siku ya Jumatatu ilikuwa ni siku ambayo inakontroliwa <laughs> na mwezi, na mwezi madini yake ilikuwa ni kioo ndani ya pete ya fedha. kwa hiyo mtu anaweza kuvaa pete ya fedha akiomba msaada siku ya Jumatatu Mungu aweze kumsaidia. Siku ya Jumanne ilikuwa ni thebac na, na, na, na, na madini yake yalikuwa ni sumaku pamoja na fedha, na siku zote zilienda mpaka siku ya saba ambayo siku ya Jumamosi ilikuwa ni ferudhi pamoja na pete za risasi, kwa hiyo kivaa zile. Kwa hiyo mtu akiwa na mali nyingi, ili kuomba msaada kwa Mungu alikuwa anatakiwa kuvaa pete kila siku mpya akiomba ya kwamba asaidiwe. Huo ndiyo usuli. Katika mazingira hayo, kanisa la Kikristo linaibuka na linakuja na nguvu ya kuhubiri injili. Sasa pete katika kanisa la Kikristo ilipitia hatua kuu tatu, na hizi hatua ni tena taratibu, ili tuweze kuelewa. Hatua ya kwanza ambayo kanisa la Kikristo ilipitia, hatua ya kwanza hawakuruhusu kabisa kuvaa pete, hawakuruhusu. Hatua ya pili kanisa la Kikristo likaruhusu pete ya ndoa, na hatua ya tatu kwa kuruhusu pete ya ndoa, wakavaa pete za urembo. Kwa hiyo kuna hatua ya kwanza bila pete, hatua ya pili pete ya ndoa, tena isiyo na mapambo, yani pete plain tu ya chuma, kuashiria ya kwamba mimi nimeolewa au mimi nimepata mwenzi wa maisha. Ni hatua ya, ya tatu ya kanisa la Kristo iliruhusu pete zote zivaliwe, na hapo ilikuwa tena sio ndoa tu au kuonyesha hali ya ya ndoa katika jamii, bali ilishifti kutoka matumizi hayo na ikaenda katika mapambo. Sasa, hatua ya kwanza kanisa la awali iliyoanzishwa linaeleza ya kwamba halikuruhusu pete kuvaliwa katika washiriki wa kanisa hilo. Na hata hivyo Biblia imeandikwa kuanzia mwaka 1444 14, 14 BC mpaka 100 AD kitabu cha mwisho cha Ufunuo, na hivyo inaniambia ya kwamba katika kipindi chote cha uandishi wa Biblia pete za ndoa na pete za za uchumba zilikuwa zijatumika, maana katika historia pete zinaanza kutumika karne ya pili. Na hii inaniambia ya kwamba rejea zote za Biblia ambazo tutazisoma utakapokuwa nasoma e, pete katika Biblia hazitaweza za pete za ndoa au pete za uchumba, ila itazungumzia pete za mamlaka, maana kipindi hicho hata matumizi yake bado yalikuwa hayajatumika. Katika Agano Jipya tunaposoma Luka ile sura ya kumi na tano fungu la ishirini na mbili tunakutana na kisa cha mwana mpotevu ambaye alienda mbali akatanga mbali na baba yake akachukua mali akatumia vibaya. Alipokuwa kule utumwani akakumbuka ya kwamba, nataka nirudi kwa baba na nikienda kwa baba sitakuwa mtoto wake, maana hadhi nimepoteza, nitakuwa mtumwa. Na baba alipomuona kwa mbali alimkimbilia akamlaki, siku alipokuja akaagiza vifuatavyo, akasema ndama achinjwe, lakini pia apewe pete. Hiyo pete ya gano jipya siyo pete ya uchumba wala pete ya ndoa, ila ni pete ya kumthibitisha yeye ana hadhi ya familia. Japo alifikiri ya kwamba yeye ni mtumwa, lakini alikuwa na hadhi ya familia. Hilo fungu moja la gano jipya aliwezi kuthibitisha ya kwamba wakristo wa awali walikuwa na ruhusu watu kuweza kuvaa pete kama urembo au pete za ndoa na za uchumba. Hatua ya kwanza ilifikia hapo. Kanisa lilianza likiwa linazuia likifata safi wote wa Biblia na mafundisho yote, na alizuia kabisa vilivyo uvaaji wa pete, iwe katika ndoa iwe katika sherehe za kuposana zote ilikataza. Lakini kanisa la Kikristo lilipofika karne ya pili baada ya Biblia kuwa imeandikwa kweli ni kwamba kanisa la Kikristo lilishika mwanzoni usafi wa mafundisho, licha ya kwamba watu wa ulimwengu, yani Wayunani na Warumi, walikuwa wanaendelea matumizi ya pete kama tulivyoweza kusoma. Kadri siku zilivyoenda, kanisa la Kristo ambalo mwanzo lilikuwa linakosoa kwa makosa uvaaji wa, ma wa pete, kati pete za kuposana na pete za ndoa, taratibu lilianza kuingiza pete za ndoa lakini hawakuingiza pete za mapambo, maana lile fungu la Timotheo pengine lilikuwa linagonga katika akili zao. Na kwa hivyo wakaruhusu pete za ndoa zitumike na pete za za uchumba zitumike katika kanisa. Wakristo walitumia kwa matumizi ya kwanza a pete na, na waliasili e, ule utamaduni wa kipagani katika kanisa kwa mara ya kwanza katika karne ya pili. Na kwa sababu hiyo wakaenda katika hatua ile ya pili na hatua ya mwisho katika historia ya Kristo inapatikana karne ya tano. Hapo sasa ilikuwa sio tu pete ya ndoa au ya uchumba, ila pete zilivaliwa na watu kama urembo, na kila mtu alikuwa ana hadhi ya kuweza kumiliki. Kwa muktadha huo, ikiwa Biblia haijataja matumizi yoyote ya pete ya ndoa, pete ya urembo au pete ya uchumba na pete zingine zozote, ninachelea kuamini kwamba kuvaa pete ya ndoa na uchumba haitakuwa mwanya wa kuruhusu kuvaa pete zingine kama mapambo kama ambavyo Wakristo katika historia walijaribiwa. Ni salama kama tutabaki katika neno, tusije tukaingia majaribuni. Tunaona walianza hatua ya kwanza, wamezuia, mara ya pili wakasema wavae ya ndoa, lakini mara ya tatu ya ndoa ikapatua mwanya wa kuruhusu pete zingine kuvaliwa kama mapambo. Na kwa hivyo basi, kwa sababu Biblia haijaruhusu hilo jambo wala haijalisemea hilo jambo, ninachelea na ukweli nitakuwa wa mwisho kuamini ya kwamba ukivaa pete ya ndoa au ya uchumba haitakuwa ni mwanya wa kuruhusu pete ziweze kutumika kama mapambo na tuende kinyume na Biblia inavyosema, tusijipambe kwa nje, tujipambe kwa ndani. Kwa hiyo katika historia ya kanisa, pete ilipita katika vipindi hivyo vitatu na hatimaye ikaanza kuingia taratibu katika kanisa. Ah, baada ya kuangalia pete katika historia huko duniani kando na Biblia tumeweza kuona pete katika historia ya kanisa la Kikristo na kipengele sasa kinachofuata ni ah, pete katika Biblia pete katika Biblia ni, ni kweli Biblia imetaja pete katika mafungu kadha wa kadha katika Mwanzo sura ile ya 41 fungu la kumi na mbili katika Esta sura ile ya nane fungu la pili lakini pia katika Luka sura ile ya kumi na tano fungu la ishirini na mbili na la ishirini na tatu lakini pia Yakobo sura ile ya pili fungu lile la pili lakini pia Mwanzo sura ile ya thelathini na nane fungu la kumi na saba na mpaka lile fungu la kumi na tisa lakini pia Yeremia sura ile ya ishirini na mbili fungu lile la ishirini na nne Katika mafungu haya yote pete ilipokuwa inatajwa, haikutajwa kama pete ya ndoa, haikutajwa kama pete ya urembo, haikutajwa kama pete ya nyota, ila ilitajwa kama pete ya muhuri, lakini pete ya kuonyesha thamani ya mtu katika jamii fulani. Kwa hiyo pete inaposomwa katika Biblia uh, inamaanisha ya kwamba si ya ndoa wala si ya urembo wala si ya uchumba au maana nyingine, ila pete ni ya mamlaka na kimsingi, tafsiri sisisi ya maneno pete ilikuwa inaitwa signet ring, maana yake ni pete ya kutia saini au pete ya muhuri, na hiyo pete ilionyesha mamlaka na utawala na kumthibitisha mtu kuwa katika familia fulani. Tumesema mwanzoni, wakati Yusufu anasimikwa kuwa waziri mkuu wa taifa la Misri, basi farao alitoa pete yake akamvalisha kuonyesha ya kwamba majukumu ya anze na mamlaka yote amepewa. Esta, baada ya kuwa ameomba kwa mdu muda mrefu juu ya taifa la Wayahudi. Siku ile Namani alipokufa na Mordekai anasimikwa majukumu ya Namani, basi mfalme Asuero alifanya vivyo hivyo. Kitabu cha Luka sura ile ya 15 wakati mwana mpotevu alipokuwa ameenda mbali na katumia mali kwa anasa, ndipo sasa aliporudi nyumbani akiwa anatamani kuwa mtumwa, akiwa anatamani kuwa ni mtu wa hadhi ya chini, amepoteza hadhi ya kuwa mtoto wa familia. Baba yake mwenye upendo alimvalisha pete ambayo ilimthibitisha yeye siyo mtumwa, ila yeye anathamani bado katika familia. Kwa hivyo basi, Biblia inapotaja pete ailejelei pete ya ndoa au pete ya uchumba au pete ya urembo au pete ya aina yoyote ile, ila inakuwa katika muktadha mwingine. Hivyo basi kwa muktadha wa Biblia, niseme tu ni mantiki kuhitimisha kwamba Biblia haijarejelea wala haijaruhusu uvaaji wa pete ya ndoa, pete ya uchumba, pete ya urembo au pete ya aina yoyote ile. Mtu anaweza akajiuliza ya kwamba je, kama Biblia iliruhusu kuvaa pete ya mamlaka, ninaweza nikavaa pete ya mamlaka? Ukweli ni kwamba Biblia iliandikwa katika tamaduni fulani na watu wa eneo fulani, ili kwa kwao waweze kuelewa. Haikuwezekana kwa namna yoyote ile kuonyesha kupasisha mamlaka kutoka kwa mtu mwingine pasipo kum pete lakini mkazo aukuwa pale ilikuwa ni kubadilisha mamlaka, na kwa sababu hiyo Biblia haijaruhusu jambo hilo. Jambo la pili, Biblia imeandikwa katika kipindi ambacho pete ya ndoa na pete ya, ya, ya uchumba ilikuwa haijaanza kutumika Biblia imeandikwa mpaka mwishoni mwa karne ya kwanza, lakini pete imeanza kutumika karne ile ya pili, na hii ni kuniambia ya kwamba mafungu yote ya Biblia yanayotaja pete hayatarejelea pete ya ndoa au pete ya uchumba, maana hata hivyo Biblia imaliza kuandikwa wakati pete haijaanza kuingia katika matumizi yake, na hiyo ni andiki kwamba utakapokuta fungu lolote katika Biblia linaelezea pete uwe na muktadha tofauti na pete ya ndoa na pete ya uchumba na pete zingine zote. Maana hata hivyo Biblia iliandiko katika kipindi ambacho matumizi hayo hayajaanza kutumika bado. Inaonyesha dhahiri kwamba chanzo cha pete za vidole imegubikwa na imani za kipagani na ushirikina. Kuwekeza alama ya kipagani katika maana takatifu za Kikristo, yani ndoa takatifu itakuwa ni njia rahisi ya kufanana na ni kweli ni kwamba ndoa ni takatifu, ilianzishwa kule Eden. Hatuwezi tukatumia a, alama au ishara ambayo ina asili ya kipagani kuthibitisha kile kilicho kitakatifu, na hii ninachelewa sana kuamini ya kwamba e, pete ya ndoa na pete ya uchumba inaweza ikafaa kwa ajili ya kufanya jambo hilo. Basi Biblia, ni kweli pete inaweza ikawa ni kielelezo cha hali ya ya ndoa katika jamii watu. Ukiwa na pete ya ndoa ya uchumba, basi utajua umechumbiwa au umeolewa. Biblia nayo na vielelezo vingi, lakini vielelezo vya Biblia vinapimwa kwa vitu vitatu. Kitu cha kwanza kinapimwa kwa asili yake, lakini pia matumizi yake, na maana ya tatu ma, maana yake. Kwa hiyo Biblia ina vielelezo vingi, mmoja ya kielelezo ni ubatizo. Ubatizo tu ni ishara ya nje inayoonyesha hali ya ndani ya kuwa mtu amemkubali Yesu. Hicho ni kielelezo, kwa hiyo kwa asili ni kitakatifu, kwa matumizi ni kitakatifu na kwa maana ni takatifu. Lakini nitachelea kuamini kwa ya kwamba kielelezo cha pete kionyeshe uimara na uaminifu wa maagano ya ndoa, huku kina usuli wa kipagani, lakini hakina usuli mtakatifu au wa kiungu hivyo sio salama sana kama tukiweza tukavitumia. Hiyo ni hoja ya kwanza. Hoja ya pili, katika historia ambayo tumeipitia eh, hoja ya pete iliingia polepole, lakini kwa uhakika lumi ilianza na pete zile za mapambo na baadaye ikaruhusu pete za ndoa, na baadaye ikaruhusu pete kama mapambo, na watu wakawa wanavaa tena kulingana na siku, wakiomba dua kwa Mungu aweze kuwasaidia. Lakini hiyo tu haikuwa kwenye upagani, lakini pia kwa kanisa, ilipitia katika hatua tatu. Mara ya kwanza walipinga vibaya kabisa, hawakuruhusu. Mara ya pili wakaruhusu pete tu za ndoa na za uchumba. Lakini mwishowe waliporuhusu pete za ndoa na za uchumba, ilikuwa ni mwanya wa kupitisha pete zitumiki kama mapambo ndani ya kanisa. Hivyo basi ninachelea kuamini kwamba pete ya ndoa <laughs> itaishia kuwa ya ndoa tu wala haitakuwa ya, ya, ya, ya urembo hapo baadaye, na kwa sababu hiyo ni salama kama tusiporuhusu, kwa maana hata hivyo Biblia haijaruhusu jambo hilo. Jambo la tatu, Biblia kama Biblia yenyewe na mafungu yake yote, haijaruhusu kuvishana pete wala kuvaa pete. Matumizi ya pete yalianza kutumika karne ya pili. Biblia imeandikwa mpaka mwisho wa karne ya kwanza, na kwa hivyo basi mafungu ya Biblia yote yanayotajwa hayaonyeshi matumizi ya pete kama ya ndoa au ya uchumba, na hivyo kuitumia pete kwa ajili ya urembo au ya ndoa au ya uchumba au ya nyota ni kuonyesha ya kwamba dai hilo alijajikita katika Biblia ila limejikita katika mapokeo ya wanadamu, na wale wanaomcha Mungu imewapasa kumtii Mungu kuliko mwanadamu. Nadhani sio salama sana kufanya hivyo. Jambo la nne, umuhimu wa pete ya ndoa na ulim, umuhimu wa urembo na mapambo. Sasa kwa wakati wa sasa tunasikia talaka nyingi, tunasikia kutokuwa uaminifu mwingi katika ndoa. Uaminifu katika magano ya ndoa haupimwi kwa kitu kama vile pete au maneno ya kuapa, ila uaminifu umejikita kwa mtu kuwa na hofu ya Mungu moyoni. Hivyo basi kuvaa pete sio hoja ila hoja ni uaminifu wa mtu kwa maagano ya ndoa unaotokana na hofu ya Mungu kujaa ndani yake. Hii ni kumaanisha kwamba ikiwa Biblia haikuruhusu na Biblia hiyo inasema ya kwamba alichokiunganisha cha Mungu mwanadamu asikitenganishe, hivyo basi kuvaa pete haiwezi ikawa ishara ya uaminifu wa ndoa, ila ni kinyume na neno la Mungu. Maana hata hivyo neno la Mungu linasema uaminifu wa ndani ndio unaoshikilia ndoa na kuonyesha ya kwamba mtu anaweza akawa ana hadhi fulani na mwaminifu katika ndoa yake. Hivyo basi kama hivyo ndivyo ilivyo, ni mantiki kuhitimisha kwamba pete ya ndoa haina maana, ila inakuwa tu kama urembo mwingine. Hoja ya tano mtu anaweza akasema ya kwamba mimi sijafikia kuposa, sijafikia kuoa. Sasa nikivaa pete kwani kuna shida? Sasa nitajibu hii hoja kwa namna ifuatayo. Biblia nasema moja kwa moja katika Petro sura ile ya tatu, Petro wa kwanza sura ya tatu fungu lile la tatu, na Timotheo sura ile ya pili fungu lile la tisa. Na hapa nitaomba nisome kitabu cha Timotheo e, wa kwanza sura ile ya pili lile fungu la tisa. Biblia nasema vivyo hivyo wanawake wajipambe kwa mavazi ya kujistiri, pamoja na adabu na uzuri wa moyo na kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu na nguo za thamani. Sasa hili fungu halizungumzii moja kwa moja uvaaji wa pete, lakini kwa hakika linatupa kanuni za msingi za muhimu. Hili fungu linatuambia ya kwamba e, tujipambe kwa ndani, na kwa hivyo yule mtu ambaye hajaoa na hajapata mchumba anaweza akasema ya kwamba mimi nikivaa pete ya kawaida tu nina makosa. Kweli ni kwamba pete isipokuwa ya ndoa au ya uchumba haina maana ya kuvaa, na ukivaa itakuwa inahesabiwa kama ma, mapambo mengine, na kwa sababu hivyo itakuwa haina mandiki kuivaa sana. Katika hilo fungu ambayo tumelisoma linatupa kanuni za muonekano wa mtu ambaye anamcha Mungu, na hiyo kanuni mojawapo inayopatikana katika hilo fungu ni kutokuongeza kitu ambacho sio cha kwako. Kwa hiyo maana yake ukivaa pete utakuwa unasema ya kwamba ninaongeza urembo fulani ambao Mungu wakati unaniumba ulipelea kidogo, kwa hiyo, kwa hiyo hiyo ninaomba niongezee. Kwa hiyo wewe hautatofautiana na mtu ambaye anaji kujitubua ambaye ni mwembamba anataka awe mnene, au utakuwa na tofauti na mtu ambaye anabadilisha asilia ya maumbile yake. Wote hao mtakuwa mnakauntiwa kwenye kitu kimoja, ambaye anavaa hereni. Maana yake Mungu, unasema katika urembo umeniumba vizuri na kila kitu, ila sasa kwenye masikio hapo lipeleza, kwa hiyo mimi ninaweka hereni, ninaweka, ninaweka kitu fulani na ninaweka pete. Kwa hiyo hii fungu inatuambia kwamba Mkristo yeyote na ambaye anataka kuamini ku, ku, anapoonekana kwa watu, anapotoka kuonekana, ni lazima azingatie anachokifanya kisiongeze kitu chochote na kubadili uhalisia wake. Hivyo ninaweza nikasema ya kwamba yale maswali ambayo tumeulizana, tume, ninaweza nikasema ya kwamba tumeyajibu, na hivyo basi kuvaa pete ya urembo ni kuongeza kitu ambacho Mungu kwa hekima yake hakukiumba. Ni sawa na yule mtu ambaye anavaa cheni nifaana, yale mtu ambaye anajikrimu ni, fani, ni sawa na yule mtu ambaye anana, anana, anajiongezea umbo, ni sawa na yule mtu ambaye ana nywele ngumu anataka ziwe laini kama za Mzungu. Yaani hiwo wote wanavunja kanuni ile ile. Kwa hiyo kwa pointi hizo tano nihitimishe kwamba Biblia haijaruhusu uvaaji wa pete, katika historia tunaipata katika usuli wa kipagani na tulipo t tukaitumia usuli wa kipagani kuleta katika mazumuni matakatifu na kwa sababu hiyo baki katika usawa na uzuri ambao Mungu ametuumbia. Biblia inasema tumeumbwa kwa namna ya pekee tena ya ajabu na ya kutisha. Kwa heshima yake Mungu na hekima yake aliona sisi tuwe vile. Lakini pia kuhusu pete ya ndoa na ya uchumba, Mungu alisema, agano la kweli linatokea ndani baada ya mtu kuwa amemjua Mungu, haihitaji ishara ya nje tena yenye asili ya kipagani kuthibitisha huyo mtu ni mwaminifu katika ndoa yake. Mungu akubariki sana. Nikushukuru sana pasta, kwa ajili ya wakilisho hilo zuri, naamini na tumetoka na kitu katika uh, wasilisho hili. Nikushukuru pia kwa kutenga muda wako kuungana nasi katika kipindi hiki. Karibu tena wakati mwingine tutakapokuita. Zaidi nikushukuru wewe unayetufuatilia huko ulipo, msikilizaji na mtazamaji wa kipindi hiki cha Mkushi Bible Reply Show, zidi kuwa pamoja nasi ukiuliza maswali yako, kwa sababu ndivyo ambavyo kipindi hiki kitazidi kuruka hewani. Endelea kwa pamoja nasi, karibu tena wakati mwingine.